Aprili 22 mwaka huu mahakama mjini Abidjan imemfuta Thiam katika orodha ya wapiga kura ikisema alipoteza uraia wa Ivory Coast alipopata wa Ufaransa mwaka 1987. Viongozi wengine wa upinzani akiwemo Rais wa zamani Lora Bagbo pia wameondolewa kwenye kinyanganyiro cha urais kutokana na kuhukumiwa na mahakama anaishi Ufaransa lakini viongozi waandamizi wa, wa chama chake cha Democratic Party of Ivory Coast PDCI mjini Abidjan wameitisha maandamano makubwa nchi nzima kupinga kuenguliwa kwake. Makamu wa rais wa PDCI Noel Akossi Bendjo amewataka wa Ivory Coast kuwa majasiri katika nyakati za kupambania mageuzi ya kidemokrasia nchini humo, kwa watu wote wa penda kuzindua wito mahiri kwa mwamko wa kitaifa. Tuwe na ujasiri, tujizatiti kwa ujasiri na azma ya kurudisha nyuma dhuluma hii ya wazi katika nchi yetu, dhuluma na woga huu. Unaogopa sasa, ondoa woga wako. Ni kwa sababu unaogopa kwamba wanaendelea kufanya wanachofanya, wakitukandamiza. Naye mwanaharakati wa chama hicho Veronika Aka amewapongeza vijana waliojitokeza katika maandamano ya mwishoni mwa juma kumtetea Thiam. Tumekuja hapa ili mgombea wetu Tidjane Thiam awepo kwenye orodha ya wapiga kura, kwamba kuna mabadiliko katika orodha ya wapiga kura, marekebisho ya orodha ya wapiga kura, na kwamba vyama vyote, watoto wa Ivory Coast wote wako kwenye orodha ya wapiga kura. Tumekuja kupigana dhidi ya kile ambacho RHDP hufanya ambacho hakitufurahishi maandamano hayo yalikuwa mkutano muhimu zaidi wa kumuunga mkono Thiam tangu alipozuiwa kugombea baada ya wito wa mwezi Aprili kuwavuta wafuasi wachache. Mzaliwa wa Ivory Coast, Thiam alipata uraia wa Ufaransa mwaka 1987 lakini akaukana mwezi Machi ili kuwania urais, kwa kuwa wagombea hawaruhusiwi kuwa na uraia wa nchi mbili. Mahakama ya Abidjan ilisimamia uamuzi wake kuhusu kifungu cha 40 na cha kanuni za uraia wa nchi hiyo kuanzia miaka ya 1960, kinachodai kupata utaifa mwingine kunafuta wa Ivory Coast. PDCI imeendeleza kusisitiza Thiam ni raia wa Ivory Coast na uraia wake hauna mgogoro, na kinadai huyo ndiye mgombea pekee wa chama hicho katika uchaguzi wa urais wa mwezi Oktoba mwaka huu. Shaaban Maulid UFM.